Serikali ina sera ya afya, hususan ni kwa wazee ambao matibabu yake huwa wanatibiwa bure kuanzia miaka 60, lakini ni wazee wasiojiweza. Wazee wasiojiweza kwa sababu hizo kakuta hapa. Mimi nimestafu napata pensheni, hapo unasema sijiwezi? au nina mali zangu nyingi, hapo unasema sijiwezi? Ni wazee wasio jiwezi ambao wanatibiwa bure kwenye huduma zetu kwenye vituo vyetu vya afya. Kwa hiyo nataka niliweke vizuri sana, lakini serikali hatujaanza mpango wa kumlipa mtu fedha, bado hatujaanza, lakini serikali ba serikali yetu bado ina mpango mzuri ya kwamba tunaboresha afya za wazee katika ma, katika maeneo yao. Hiyo linaendelea na serikali, na kazi kubwa inafanyika kutambua kazi kubwa ambayo kwa wanazifanya kwa miaka mingi, wameifikisha hapa nchi kwa wamefanya kazi kubwa, ndio maana serikali inatambua hata kuanza kutoa huduma baadhi e, kwa, kwa, kwa, kwa wazee hawa ili kuwahudumia ili kutambua mchango wao waliofanya katika nchi yetu. Kwa hiyo wazee wangu msijione wanyonge, jioneni kwamba serikali ya awamu ya sita inawathamini sana kwa mchango wenu katika taifa hili. Njombe tumesifika kwa tabia ambazo zingine sio nzuri sana, hususan kwenye ukatili wa kijinsia, mauaji, ubakaji na ukifuatilia aiza kuna mgogoro wa arii aiza kuna mtu tu ameamua makusudi yake kubaka watoto wadogo. Ninashukuru kwa muda fulani kwa sasa imetulia, lakini sema nitaendelea kutembea kutembea kwenye maeneo yenu na kuwambia kwamba watu wanaofanya matukio kama haya wanatoka kwenye mitaa yetu, wanatoka kwenye familia zetu, wa na ndio maana tumeanzisha utaratibu sasa. Inawezekana tutakuwa tunaorozesha wageni wanaokuja kwenye mitaa yetu, kutakuwa na daftari maalum kwenye mtaa, ili mgeni anapokuja tumjue, anapotoka tumjue, lakini tutataka kujua tabia za vijana ambao wanajihusisha na mambo kama yao, hawatufai kuishi kwenye maeneo yetu hoo ni waombe sana ya kwamba hayo mambo yalishapitwa na wakati, ya ukatili wa kijinsia kwenye maeneo yetu, ubakaji, kuua wazee, na wakati mwingine migogoro mingine kama ya ardhi. Kijana naye anataka ardhi mali ya wazee wake wakiwa hai. Nenda katafute ya kwako, kwa sababu wewe mzee wako hukumtafutia yeye alitafuta mwenyewe akapata, lakini sasa sisi vijana wa sasa tunaona ni ni dili kusubiria urithi. Haya mambo ya zamani haya, matokeo yake ndio yanaleta changamoto kwenye maeneo yetu. Wazee hawa wakati mwingine wanapoteza maisha kwa sababu watu walishachungulia, huyu mzee akiondoka nitaondoka na nyumba hii, mzee akiondoka, nitaondoka na mashamba haya. Ni mambo ya kizamani kweli, vijana wa sasa. Ndio maana tunawahamasisha, panda parachichi upate fedha ya kwako. Fedha ya kwako itakuletea heshima, lakini fedha ya kumtoa mwenzako uhai haitakufanya uwe na heshima, itakufanya muda wote uwe na wasiwasi. Njombe wasi, oye, Njombe oye, hu nataka niwambie, tuachane na huu mtindo. Njombe yetu tunairudisha nyuma, baraka zinapungua. Mungu hawezi kuwabariki, tunafanya mambo ya namna hii, huwezi ukabarikiwa. Unaenda kubaka mtoto, hichi kitu ni kibaya na ni cha kishetani ko lazima tubadilike, wana Njombe. Leo tunagawa miche hapa ya tasa, tunaendelea kuhubiri chukua miche ya ta... hii hapa miche, mi, miche ya parachichi leo tutakugawia bure, na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeandaa miche hapa, miche elfu ngapi hapa? elfu tatu tunaigawa bure kapande, lakini mwingine anauchukua uwe mche ataenda kuuacha uharibike, ufe, ukauke, alafu baadaye akishafikia umri fulani anasema niingizeni kwenye tasafu, wakati sisi tunakutengenezea utajiri wa wa sasa wa na wa baadaye. Nimewambia hii miche ya parachichi ni pension. Ukiipanda ukaitunza, itakutunza baadaye. Sasa, ndugu zangu, na hapa nimeambiwa watu zaidi ya elfu moja elfu moja mia nane ndio walengo wa tasafu, lakini hii tasafu hii ni kaya maskini. Usifurahie sana kuitwa kaya maskini, furahia sana kujikomboa kutoka kwenye umaskini kwenda kwenye, kwenye utajiri. Ufurahie sana kwamba mimi nimejikomboa leo, ninatoka kwenye laana ya umaskini, sasa naenda kwenye utajiri na Mungu atakubariki. Na mojawapo ya kutoka ukawa na uchumi wako wa uhakika, mojawapo ni miche kama hiya. Tukifanya hii hivyo, inaweza kabisa hii Njombe ikabadilika. Hii Njombe hatustahili hata kuitwa maskini, kwa sababu mvua inanyesha kila siku. Kila zao linakubali. Tunaitwaje maskini? Alafu na sisi tunakubali. Tunaweza tukapambana tukatoka, tukaondoa kabisa sisi tukao mkoa wa kwanza kuondoka na swala zima hili lote la maskini. Njombe oye! Njombe oye! Sio sifa nzuri lakini ni kweli, kuna kaya zingine hana hata proti ya kulima hata eka moja, hana hata robo eka. Kweli hana, tunamsaidia sasa. Mtamwacha mwenzenu haribikiwe? Hapana, lazima tumstili. Serikali ya daktari Samia Suluhu Hassan ikasema hatutamwacha mtu wa namna hiyo, inabidi tumbebe kwa sababu ni mwanadamu. Lakini ipo siku hizi fedha zitakuwa hazipo, zitaisha, huu mpango utakuwa haupo. Utafanyaje kama hujajiandaa ku graduate kutoka kwenye hali duni ulionayo? Kwa lazima tutoke, tukasirike. Kwa nini mimi niishi kwenye hali hii? Kwa nini nisitoke kwenye hali hii niwe kama fulani, niwe kama mtu mwingine? Njombe oye! Njombe oye! Inawezekana, inawezekana. Njombe hali yenu ya hewa ni nzuri, kila kitu kinastawi. Nenda mikoa mingine, maeneo mengine ni njaa tupo. Nenda maeneo mengine, hata mvua, mpaka akiamka asubuhi ndio anze kuangalia kutafuta, wingu jingine liko kule, wingu jingine liko kule, wingu jingine liko kule, halipo. Lakini hapa mnapishana na mawingu kila siku, hali ya hewa nzuri na huku tuna wazee wengi, magonjwa hayapo, hakuna malaria. Wengine kule ukikaa tu kidogo pale Dar es Salaam unapigwa malaria, utakiona cha moto, alafu na joto juu. Njombe mmebarikiwa, msijione wanyonge. Njombe mmebarikiwa. Sasa sisi takiwa tuoneshe nchi hii ya kwamba Njombe sisi ni watu wa tofauti na mikoa mingine inawezekana uchumi wa Njombe ukawa juu kwa lazima, simi tupambane uchumi wa Njombe uende juu, biashara ziende juu. Na leo nilikuwa naongea na wafanyabiashara hao wa miti wanaotengeneza vinea, nimeambia wanakata sana miti kwenda ku, kuichanachana, afu baadaye wanasafiisha ile vinea wanapeleka kule niambia sisi hatutaki kuwa jangwa. Kwanza lazima nao waje na mpango wanamna gani, hiyo miti itakuwa inarudishiwa kwenye maeneo yetu, lasivyo siku moja hapa hii miti inaisha. Lakini wale wametegesha zile uwekezaji wao, unajiuliza hawa ni wawekezaji? Ukienda yale maeneo wanayofanyia kazi ni machafu, ni matope matupu. Sasa unajiuliza hivi huyu kweli huyu tumempa kibali cha kufanya kazi hapa njombe hapa? Yaani sisi tunajifunza nini kutoka kwake? Tunajifunza sisi nini kutoka kwake kama sio kujifunza ukataji wa miti kwenye maeneo yetu? Niambia, waje na mpango mwingine. Huu mpango haukubaliki, wa kutufanya sisi tuwe maskini, wakutufanya sisi tuwe jangwa, haiwezekani. O lazima nao wabadilike niambia inashindikanaje kampuni wewe unajisema mwekezaji unashindwa hata kuwa nasale ukuwa na nasale kwenye eneo lako la kiwanda hata ma magari yale yakileta magogo ya miti una unaambia pakieni tena na miche hii hapa niende kapando kwenye mashamba ya watu au tukubaliane kwenye maeneo ambayo tuna mashamba ambayo yamebaki basi tuingie makubaliano ya kuendelea tupande miti lakini sio kutuacha hivi. Ukienda mfindi Mfindi lishamaliza miti. Sasa ngoma, sivyo, inarudi ina huku, ukataji sasa unahamia huku Njombe. Tusipoangalia tutabaki jangwani, Njombe. <laughs> Oe Njombe oe Njombe oye kama hawawezi kugawa miche sasa wanafanya kazi gani hapo? Kwa hiyo lazima waje na mpango kazi wahakikisha y kwamba lazima tunaendelea tunaendeleza utunzaji na uhifadhi wa mazingira katika mkoa wetu wa Njombe. Tukifanya hivyo, hapo tutakubaliana, lakini kama hatufanyi hivyo, hatukuwezi kukubaliana. Hiyo itakuwa sio uwekezaji, utakuwa ni uharibifu.